Unashindwa sio kwa sababu huna ndoto. Unashindwa kwa sababu husimamii maamuzi yako. Leo nitakuonyesha misingi saba ya kisaikolojia unapofanya maamuzi. Moja. Uamuzi bila msimamo ni kama safari bila mwelekeo. Unatembea lakini hufiki. Jifunze kusimamia kile unachokiamini, hata kama bado huoni matokeo. Mbili. Nidhamu ni wakati akili ya yako inasema sitaki lakini malengo yako yanakuambia endelea. Sauti ya malengo lazima ishinde hisia za muda. Tatu, usingoje motisha, jenga tabia. Motisha huja na kuondoka, tabia hubeba maisha yako. Nne, uamuzi sahihi hauhitaji shangwe, unahitaji utii. Fanya leo kile kitakachokusaidia kesho, si kile kinachokufurahisha sasa. Tano, Kuchelewesha majukumu ni adui wa mafanikio kimya kimya. Ukiahirisha leo unalazimika kupambana mara mbili kesho. Sita, weka mipaka na uilinde hata kwa gharama ya kukataliwa. Uamuzi bila mipaka huanguka kwa presha za watu. Saba, kila mara unaposimamia uamuzi wako, unaijenga heshima yako ya ndani. Tabia ya kujiamini hujengwa na kushinda vita vidogo unavyojipa. Siku yako ya kubadilisha maisha inaanza pale unapokataa kuongozwa na hofu. Jifunze sheria za maisha, tafakari kwa kina, lakini pia chukua hatua sasa. Dunia haikosoi wewe, lazima uendelee. Ukikubaliana na haya, tafadhali acha moyo wako ujifunze zaidi kupitia video zangu nyingine.